Fountain Gate kuelekea mechi dhidi ya Simba mpaka sasa wamewasajili wachezaji kumi na wanne pekee kwenye mfumo wa usajili wa FIFA ikiwa wachezaji wanne ni majeruhi, hivyo wachezaji kumi pekee wamesajiliwa kwa ajili ya mchezo huo. Kwa mujibu wa taratibu za soka of the game IFAB, idadi ndogo zaidi ya wachezaji wanaoruhusiwa kuanza mechi ni wachezaji saba. Ikiwa timu itashuka uwanjani na chini ya wachezaji saba basi mechi haiwezi kuchezwa na itahesabiwa forfeit kupoteza kutokana na kutofika uwanjani. CAF pamoja na FIFA system, mfumo wa usajili wa mechi match day squad registration system kawaida unaruhusu timu kuwasilisha majina ya wachezaji angalau kumi na nane hadi 23 kutegemea kanuni. Lakini ikiwa Fountain Gate wamewasilisha wachezaji kumi pekee, kisheria bado wanaruhusiwa kucheza kwa sababu wapo juu ya kiwango cha chini ya saba. Changamoto ni kwamba hawatakuwa na nguvu ya mabadiliko ya kutosha, jambo ambalo sayansi ya michezo inabainisha kuwa linapunguza sana load management, usimamizi wa mzigo wa mwili, linaongeza hatari ya majeraha na kupunguza ufanisi. Kisheria wanaruhusiwa kucheza kwa kuwa wameorodhesha zaidi ya wachezaji saba, lakini kisayansi na kimbinu ni hatari sana kwao dhidi ya timu kubwa kama Simba kwa sababu ya uchovu, resourcing ndogo ya tactical changes na risk kubwa ya majeraha. Dos Daniel, Sauti Kuu Cool Sports.